Hello guys, mambo vipi mko poa? Mtu anasema anataka kuongea na mimi. Karibu karibu, chukua namba hapo juu, nipigie tuongee unachotaka kuongea. Karibu sana, ukinipigia niambie wewe ni nani, niambie unatoka wapi, kusudi nijue kwamba video zetu zinaangaliwa na watu mpaka wapi. Unanielewa? Lengo langu nijue video zetu zinawafikia watu mipaka ya wapi maeneo ya wapi, geographical area, sawa. Kwa hiyo ni vizuri tukijitambulisha. Mimi tayari unajua ni Kadala, then na wewe unitambulishe nikujue, hata nijue nina fulani sehemu fulani. Unajua tunafahamiana eh? Kuna mambo mengi sana katika kufahamiana, wezi jua naweza nikakutembelea siku moja, naona eh? Au naweza nikaa na safari zangu nikafika huko uliko nikasema, hapa kuna mfani yupo hapa, ngoja nimuone, ngoja nimtafute. Unaona, kuna advantage nyingi katika kufahamiana, sawa e. Wala usiwe annoyed uh. Kama unataka kuku wako wa kienyeji waweze kunywa dawa vizuri, watu wengi wanaofuga kuku wa kienyeji huwa wanaachia free, wanatembea tembea huko nje, wanajitafutia chakula. Na chakula pia wanawapa. Lakini when it comes kwenye dawa za kunywa, kuku wanajua dawa, hasa hizi tunazowapa za madukani. Hizi kuku wanajua dawa. Anajua testi ya dawa kwa hiyo, kuna dawa ukimpa kuku hawezi kunywa. So ili uweze kumdhibiti kuku wa kienyeji aweze kunywa dawa, kwanza hakikisha maeneo yako yote maji yote umeyaficha n yani, hakikisha maji umeyaficha katika maeneo yako kuku asiyaone kabisa maji. Hata machafu kuku anakunywa. Ukisha aficha yale maji, mwekee dawa pale pae. Yani, alternative isiwepo, kusiwe na maji mengine popote pale. Wawekee hayo maji, watakunywa lakini ya pili, wafanye starving, wafanye starving. Yani wate ninamaanisha kwamba mm, au kuku wasio wamepata maji kwa muda wa karibu. Kwa mfano unataka kuwapa maji leo, kwa mfano mimi leo, nilikuwa nimepanga leo kuwapa chanjo ya Newcastle. Hiyo video ambayo imeiona hapo, niliwapa maji chupa moja tu, kopo moja tu ndo niliwawekea maji jana. Taa niliwawekea jana saa tisa alasiri Nilivyowekea yale maji makopo mengine yote niliyatoa, niliwawekea kopo moja, kwa sababu nilijua watayamaliza mapema na hawatakuwa tena na maji. Kwa hiyo niliwastavu na maji kwa muda mrefu masaa manne hivi matano, niliwanyima maji. Ukija kuwawekea hiyo dawa na hakuna maji sehemu nyingine yoyote ambayo watakimbilia, maana kuku wa kienyeji watulii, hakuna maji mengine sehemu yoyote ambayo watayapata, hiyo dawa watakunywa tu. Wawekea na chakula pale, chakula kiwakaba, watakunywa maji. Wata, chakula kikiwa kaba watakunywa maji. Kwa hiyo automatically watakunywa dawa yako vizuri na utafanikiwa kuwatibu ilo tatizo ambalo linakusumbua. Maana hawa wa kienyeji ni wasumbufu jamani. Unawekea hapa dawa wanaenda kunywa maji huko, wanaruka huko, wanaruka huko hawanywi hayo maji kwa sababu wanajua dawa. Ila dawa zao zile za majani wanazozijua wenyewe na wanazipenda sana zile ndo wanakunywa. Sasa, kama kuku unawafungia ndani mara nyingi, alafu unataka uwape chanjo unawanyang'anya masaa manne, unawanyima maji. Chakula unawawekea ila maji huwawekei. Wakisha kula, ukija kuwawekea maji baada ya masaa watakunywa hayo maji kama wametumwa na kijiji, na hapo wewe ndo utapata faida. Kwa sababu gani? Watatibika kwa sababu wamekunywa dawa, lakini vinginevyo ni ngumu sana. Kwa hiyo wale wanaofuga kwa kienyeji, hakikisha katika eneo lako uweki maji ovyoovyo. Umefulia umeacha hapa, umeosha vyombo umeacha hapo, ume... ah -ah na wakati wa masika basi wafungie ndani, wafungie ndani, wanyang'anye maji masaa, alafu wawekee maji huko huko ndani, wanywe maji na chakula mpaka wapate dawa, imekaa vizuri, ndo unawatoa nje, vinginevyo masika